Wakati tunashukuru na kupongeza serikali kufikisha miundombinu ya umeme kwenye kila makao makuu ya kijiji, bado mahitaji ya umeme ni makubwa kuliko kipindi chochote kile. Wananchi kwenye vitongoji wanasubiria kupata umeme na kiu yao ni kubwa. Ninaomba maboresho ya kuongeza matumizi ya umeme kwenye vitongoji yaanze mara moja, hasa kwenye mwaka huu wa fedha wa 2025 2026, malengo mapana iwe ni kuhakikisha tunawapelekea wananchi kwenye vitongoji umeme, ili napofika mwaka 2030 na asilimia kubwa ya wananchi kwenye vitongoji vya Tanzania wawe wamepata nishati ya umeme. Maboresho mengine kwenye kuongeza tija na matumizi ya umeme kwenye vijiji, kwenye vijiji na kwenye vitongoji. Kuna hizi transfoma ambazo zimewekwa zenye kva hamsini. Kusemesha ukweli, mpenzi wa Mungu, hizi transfoma uwezo wake ni mdogo. Lazima nikiri na niseme kwamba uwezo ni mdogo, kwa sababu tumekuwa tukiwalaumu REA na TANESCO ni kwa nini wananchi hawapewi huduma ya umeme. Yamkini ni kwa sababu hofu yao ni kwamba wataongeza lodi ya umeme matokeo yake transformer zitashindwa kuhimili mahitaji ya umeme ya wananchi. Ombi langu na ushauri wangu kwa wizara ya nishati na Tanesco, tunaomba mwanze sasa kutufungia transformer zenye umeme zenye ukubwa wa kva mia moja hadi kva mia mbili Kwa hiyo, waheshimiwa wabunge, hasa wa mkoa wa Lindi, mmemsikiliza vizuri mheshimiwa Kuchauka, ni kweli Lindi kule wanachukua umeme kutoka kwenye kituo chetu cha Mahumbika ni mbali sana. Ukienda Liwale kwa mheshimiwa Kuchauka umeme unakatika sana. Jamani waheshimiwa wabunge, umeme haukatiki si kwa sababu hakuna umeme, unakatika kwa sababu ya miundombinu. Nami waheshimiwa wabunge, nataka niwape taarifa ndogo. Juzi tumezindua taarifa ya EWURA hapa. Wakati tumezindua ile taarifa ya EWURA tumeonyesha kwa mwaka mmoja tatizo la kukatika umeme limepungua kwa kiasi gani na hii tulikuwa tunazungumza mpaka tunakuja kumaliza mwaka 2023, 2024. Mheshimiwa Spika, kukatika kwa umeme katika nchi yetu kwa taarifa ya EWURA iliyofanyiwa utafiti imepungua kwa asilimia 48 na dakika za kukatika umeme zimepungua kwa asilimia 64. Tulikotoka Mheshimiwa Spika, hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko tulivyo hivi sasa mahali pengi ukiona umeme unakatika ni mahali ambako tunatengeneza miundombinu. Waheshimiwa wabunge, lazima tukubali kwamba hatuwezi kula keki na tukabaki nayo. Wakati tunajenga hii miundombinu, ni lazima tutazima umeme mahali fulani ili tuweze kujenga hiyo miundombinu. Hivi mheshimiwa Spika, kama tumetoka kwenye dakika elfu moja na mia tano na thalathini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mpaka dakika mia tano na hamsini na nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne tumepunguza kukatika kwa umeme kwa asilimia sitini na nane, naomba mtuamini. Naomba mtuamini kuwa hili jambo tunalifanyia kazi, tena tunalifanyia kazi. Na Mheshimiwa Spika, hakuna jambo linakera wananchi kama kukatika umeme, hasa kama hawajapewa taarifa. Na ndio maana tumeamua kituo chetu cha huduma kwa wateja tukiimarishe, umeme unapokatika watu wapewe taarifa. Tulijizoea kutoa tangazo tu mara moja, tunawapa taarifa kwamba umeme umekatika kwa sababu hizi na hizi. Tumeamua kila wilaya, kila mkoa kuwe na magrupu ya WhatsApp Manager kazi yake awe admini kwenye yale magrupu kuwapa taarifa watu. Maana siku hizi wananchi hata mi wananiandikia message, umeme ukikatika, wanakuandikia message, wanakuandikia, na mii natamani sana waendelee kufanya hivyo hivyo kwa kwa sababu, kwa kufanya hivyo wanatuhoda accountable, kila mmoja kujua wajibu wetu kuwapatia umeme wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, jambo moja lenye upekee ambalo nimelisikia hapa ni kuhusu transformer tano ambazo zimeungua Ngara, limenisikitisha na likaniogopesha kwamba transfoma tano zinaungua, halafu hatujafanya kazi. Mheshimiwa Spika, baada ya kufuatilia pia nimegundua kuwa mkandarasi aliyepewa ile kazi, hizi transfoma zilikuwa chini ya uangalizi wake, kwa alipewa wajibu wa kuzibadilisha ili waweke transfoma nyingine. Nimewaelekeza leo TANESCO kwamba sisi tupeleke hizo transfoma, wananchi wasihangaike, halafu ninyi TANESCO mdaiane na huyo mkandarasi. Na kwa sababu hiyo na kwa sababu hiyo wananchi wa Ngara, ndani ya wiki hii mpaka wiki inayokwisha, transforma zote zile ziwe zimebadilishwa na wananchi wapate umeme bila matatizo yoyote.